Kila mwezi tuna ofisi zetu, kwa mfano pale Dar es Salaam madereva wanakujaga. Kila mwezi tuna session za training, kuna hadi tunaingia kwenye mahoteli, tuna book space ili madereva wengi wa kutosha waje wakae tufanye training, na tumekuwa tukifanya hivyo hata mikoa tofauti tofauti. Moshi tu hapo tulikuwepo wiki mbili zilizopita, nadhani hadi last week tulikuwepo bado kwa hiyo um, madereva walikuwa signed up, wengine walikuwa wanafanyiwa training uh, na tunazidi pia kutafuta namna ya kuwakaribia zaidi kwa siku ambazo, maana sio kila dereva anaweza akajisikia kwamba ngoja niende training. Yeye unajua ye, akienda ye, mahali alafu akakaa lisaa na hajaingiza kipato anajisikia vibaya. Kwa hiyo tunatafuta pia namna tofauti tofauti sio so tu kutafuta, ila pia tunatumia namna zingine uh, kuafikia. Kwa mfano, tuna interviews ambazo tunazifanya kwenye media ambazo madereva wanapendaga sana kuzifuatilia na kusikiliza, na pia kwenye Instagram na uh, miundombinu tofauti, na wawekezaji wanaweza wakaendelea kuwekeza kwenye nchi zetu, kwa sababu uaminifu ni mkubwa wa hali ya juu. Pia what type of activities kwenye PR tunaweza tukafanya kuhakikisha kwamba um, education is being given na watu wanaendelea kuwa waaminifu.